Idara ya vijana ya kanda Iganzo jijini Mbeya imefanya bonanza lililohusisha michezo ya aina mbalimbali ikiwa na lengo maalum la kuhamasisha vijana kujiandaa na kambi la mafunzo ya vijana Bunda kwa kuwawezesha kwa baadhi ya gharama. Bonanza hilo limeandaliwa mahususi ili kuandaa vijana na kuwahamasisha kufanya maandalizi mapema kwa kuendelea kutoa gharama zinazohitajika na kukamilisha mahitaji yote ya msingi wanapojiandaa kushiriki kambi la mafunzo ya vijana. Tumewakusanya vijana wa kanda ya Iganzo yenye mitaa saba ambapo leo kutakuwa na michezo mbalimbali. Michezo hii ni pamoja na kuhimiza kwanza umoja a, pia kujipanga kuweza kuweka mambo yetu vizuri hasa katika swala zima la kujiandaa kuelekea Bunda. Yote inatupatia picha ni jinsi gani tutakuwa na hali nzuri sana na bora tutakapokuwa tunaweka mambo yetu vizuri kuelekea Bunda. Aidha, mratibu wa tukio hilo Bupe Mwalwiswi pamoja na viongozi wa kanda wamesema tukio hilo limewaleta pamoja na limeamsha hali ya vijana kujitegemea na kuwa na mawazo ya kutafuta kipato huku wakijihusisha na shughuli za chama cha vijana kanisani. Siri ya kuwa na bonanza siku ya leo ilikuwa ni mpango mkakati kwa ajili ya kutaka vijana waweze kupata fedha kwa ajili ya nauli ya kuendea Bunda. Hivyo wakawa tuka tumepanga kwamba ili kijana aweze kupata fursa ya kuwa na chochote kitu cha kumsaidia katika safari yake ni lazima afanye ujasiriamali mdogo ambao unaweza kawahusika na bonanza ambao tumeifanya leo. Hivyo wakaa ameamua kuja na bidhaa mbalimbali ambazo ni sehemu ya kuwasaidia kupata nauli pamoja na fedha ya chakula na kiingilio kwa ajili ya safari yetu ya kambi Bunda. Uwepo wa tukio hili umeendelea kuwahamasisha vijana kuendelea kuchukua nafasi ya kuendelea kulipia viingilio, na kwa bahati nzuri leo nikaendelea kupata taarifa, kuna moja ya kijana ameongezeka kwa ajili ya kuendelea kulipa viingilio vya mkutano huu. Kwa hiyo imekuwa inatia motisha au ari ya vijana kujitoa kwa uaminifu kuhusika katika mikutano hii, mikutano hii ambayo iko mbele yetu chachu ni kubwa sana. Unajua, wakiwa kule makanisani huwa wanahisi ni wapweke, ni kana kwamba hakuna vijana wengine, lakini wakifika hapa wanakutana na vijana wengi wa mitaa mingi tofauti tofauti tofauti tofauti. Sasa kisha una uh, siku yao ilivyokwenda nzuri, ikiwa hii ni moja, akafikiria zile siku saba akiwa Bunda akiwa mbali na mkoa wa Mbeya, anapata hamasa automatic. Kuna watu wengine wanatoa viingilio siku hiyo hiyo wakikutana na matukio kama haya. Washiriki waliohudhuria bonanza hilo na wamekuwa na mengi ya kusema kwani wamekiri kujifunza mengi yaliyowajenga katika ukakamavu na kujenga umoja baina yao kupitia michezo na kushiriki chakula cha pamoja. Kiukweli, tukio hili limenigusa kwa sababu kwanza kabisa limetukutanisha vijana katika kanda yetu nzima ya Iganzo lakini pia limeweza kunifundisha mambo mbalimbali kuhusiana na michezo ambayo pia ikiwepo inahusisha pia uimbaji na vitu mbalimbali ambavyo vina... vitaweza kuwaongoa watu wengine, lakini pia na kuzidi kutusogeza vijana karibu na Kristo. Kwa kweli nalitazama katika mtazamo chanya sana, na nawapongeza sana viongozi kwa kufikiria kitu kama hiki kukiandaa, kwa sababu kinatupatia mtazamo mpana na mawazo mapana kama vijana. Vijana ndiyo taifa la kesho, ndiyo kanisa la kesho, ndiyo waubiri wa kesho. Kwa hiyo tuna yani, lengo kubwa hasa ni kukusanya pamoja vijana hawa wawe na mazoea ya kuweza kuwa karibu na Kristo. Bonanza hilo la michezo lililofanyika katika viwanja vya shule ya msingi MAPSI limewakutanisha vijana kutoka makanisa na, na mitaa inayounda kanda ya Iganzo, ambapo vijana wamepeana hamasa ya kuhudhuria kambi la mafunzo Bunda. Nikiripoti kutoka Konferensi ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Muttarogwa Hope Channel.